Ebwana kama kawa, kama dawa ebwana. Leo tuko mjini Dar es Salaam, tuko maeneo ya Kereko. Tumekuja kusompa mtaa baada ya mtaa, kikubwa hasa tuweze kuangalia hasa elimu na UTT AMIS. Kijiwe mchongo iko mtaani, kikubwa kuweza kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Mambo vipi? Poa poa. Freshi tu. mimi mimi naitwa naitwa Ali Upuji. Suwe, naitwa nani? Mimi naitwa MK Mtaremo MK Mtalemwa, Mtalemwa. Bada MK ya mimi i nataka kimoja. Hivi ushie kusikia kuna taasisi inaitwa UTT AMIS? Ya, nimesikia. Nimesikia na sija sijajunga lakini nimesikia nimesikia. Inajihusisha uh, na nini sasa? Uh, hii ni taasisi ya uwekezaji, ni taasisi ya serikali ya uwekezaji kwa vijana, mama, aunties, wafanyabiashara, wajasiriamali, tuseme yeah. Tanzania, kwa Tanzania. Wa Tanzania yeah. Na ambao sio wa Tanzania, yani mtu yeyote ya. uh, ni sehemu salama ya kuwekeza pesa kuliko kwa mfano, tunakuwa tunasikia matukio ambayo vijana wengi ama watu wengi wamekuwa wanatapeliwa pesa zao, lakini ukiwekeza katika UTT ni sehemu salama kwa sababu unakuwa unajua ni wapi pa kuanzia. Okay. Mm. Sasa kama salama, uji, uji, uji, uji uh, ni salama, unajiunga mpaka leo sehemu salama kwa nini? Ni, nishaanza hizo process nafikiri nitakamilisha kwa sababu nikiwa kama kijana mwenye malengo yeah. Na jamii na nitazama yeah. lazima nijiunge. Na na una muda gani mpaka sasa hivi kuifahamu kuisikia? nijiungedfaaks uh, Nadhani nitakuwa naenda mwaka sasa hivi. Okay. Yeah. Na ulisikia kutoka kwa nani au mitandaoni tu? sahivad uh, mara kwanza niliona mtandaoni lakini nimeona baadhi ya vijana wenzangu pia no, wako wanachama. Yaani wanachama. Wana ya, wana. Okay. Vipi? Safi, kwema kabisa? Ali Ali. Ali. Upuju nani? Omari. Omari? Kamkubwa Kamkubwa? Hapa Juma. Juma. Mi mm. Okay. Sasa. Sasa, leo bwana mi niko tani uh, tuko ndani ya kijiwe mchongo na UTT AMIS. Msi kubwa hasa tumekuja hapa kwa ajili ya kuweza kutoa elimu eh, kwa wananchi kuhusiana na maswala ya uwekezaji. Uh, bana Ali, tukija kwako mtu akikwambia maana ya uwekezaji unaelewa vipi? Kuwekeza ni ni hela ambayo utaweza kuiweka, endapo ukiweka, baadaye kuna kiasi unakipata, baada ya hela yako kuitoa, inayobaki inakuwa ni faida. Ah, yani unakuwa kama unaweka, una pesa yako, unatarajia faida, yeah. yeah. Okay. Sasa, labda tukirudi, ushakusikia kuna taasisi inaitwa UTT Amis. Naiona watu wanaitangaza, lakini sijawahi kufikiria ikoje. Ah, hujawahi kutaka kujua ndani ndani ndani ikoje? Ndio, sijui. Kamkubwa hapa? Ushakusikia? Nasikia lakini sijawahi kufuatilia. Unajua kufuatilia? Eh. Okay. Sawa sawa. Labda tusubiri kwa kamkubwa hapa naye. Kamkubwa ushakusikia kuna taasisi inaitwa UTT AMIS? yeah, naisikia, naisikia. Sikia? Sikia. <laughs> Labda katika kusikia kwako umesikia inahusiana na nini? Ah, uh, ina deal na investments. Masuala mm. mm. kama uwekezaji. Uwekezaji. Yeah. Okay. Mm. So, so. Ndio hapo unapofahamu. yeah, najua kuhusu hivyo nishaifuatilia. najua vingi vingi. Ningekuelezea kidogo changamoto. Sawa sawa. yeah. basi kwa faida tu UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha inajihusisha na masuala ya uwekezaji uwekezaji. Bwana Ali, tunazungumzia kwamba unapokuwa na kiakiba chako kidogo kidogo, maana yake utakuwa unakiweka pembeni, kwa ni mfanyabiashara naamini, si ndivyo? utakuwa utakua unapata faida yako pembeni. Ukiweka kile kiakiba chako unaweka UTT. Maana yake mwisho wa siku unatarajia upate faida. UTT ukiwekeza unapata takriban si chini ya uhasani wa asilimia 12 kila mwisho wa mwaka. Pale unapowekeza maana yake ni kwamba unapata wasan wa miezi kumi na mbili tukizungumza mwisho wa mwaka, manake kama ulianza kuwekeza mwezi wa tano mpaka mwezi wa tano mwakani mwaka. Umeanza kuwekeza Januari mpaka mwezi wa kumi na mbili Disemba, manake mwisho wa siku unapata ile wasan wa asilimia kumi na mbili. Unaelewa na yote kwa lakini yote kwa yote, um, UTT ukitaka kujiunga eh, bwana UK ni kwamba haiangalii weni mtanzania au so mtanzania. UTT iko worldwide Mwelewe lakini katika vitu ambavyo vya kutaka kujiunga na UTT cha kwanza kabisa una leseni ya gari. Uh, una sawa, hauna sawa, una kitambulisho cha nini hiyo. Yeah, ni, ni sifa ya kwanza kujiunga na UTT. Yawezekana hata kitambo cha NIDA e, labda hauna basi uwe hata na passport ya kusafiria. Ndio. Si eh? Yeah. Nikikuangalia wewe Uganda, Uganda sijui wapi, South Africa. Eh, Kenya huko ni. Eh, Kenya. Kwa maana yake ukiwa na passport una sifa ya kwanza ya kusafiria, ya pili ya kujiunga, ya, ya pili mm, uwe na uh, passport size. Okay. Utambuzi kwamba huyu ni MK. Umeelewa? Yeah. Uwezo ukajiunga bila utambuzi. Yawezekana jina lako likatumika katika sura ya mtu mwingine. Kwa hiyo ukiwa na hivyo vitu viwili basi ushafikia sifa ya kujiunga, lakini vilevile tunasisitiza sisi kama vijana na Watanzania waweze kujiunga na UTT. Cha kwanza kabisa, ukifanya uwekezaji na UTT ni sehemu salama, unapata faida tofauti na sehemu nyingine. Umeelewa? Lakini vilevile UTT inakusaidia vipi pale endapo ikitokea bwana MK, wewe una changamoto, uko sehemu yoyote hapa Tanzania, hata nje ya Tanzania, una uwezo wa kutoa chini ya milioni tano kwa siku siku ya yeah. Kwa maana yake kwamba UTT vile vile inaweza ikakufeha wewe pale ndipo utapatakiwa unapitia changamoto kuna uwezekano wa uh, muda ambao nahitaji mimi kuchukua au ni mpaka mwisho wa mwaka ukifika ndo naweza kuichukua. UTT... hiyo faida ah ili upate hiyo faida. Yeah. Sasa katika malengo ya uwekezaji na UTT usiweke hela kwa ajili ya kusema upate faida kwamba unaweka Januari, Februari utoe uangalie faida kwa sababu sisi katika uwekezaji manake the way unavyowekeza wewe manaake hata wewe faida yako inazidi kuwa juu. Leo hii wewe ukiwa umeweka laki moja tofauti na mtu ambaye aliweka milioni moja, si umeelewa? manake wa laki moja faida yako inakuwa ndogo tofauti na mtu wa milioni moja. Na ndio maana UTT AMIS tunasema kwamba tu invest kwa muda mrefu, manake hata faida yako unaweza kaiona kubwa. Umeelewa, lakini vile vile, manake kwamba ikija ikitokea, Bwana Ali wewe umeinvest, leo hii labda Januari ikaja ikafika ukapata changamoto, pesa yako unahitaji, labda imetokea changamoto labda April, si ndio mwezi wa 4, pesa yako unaweza kuchukua yote kupitia tu utaratibu katika ile mifuko sita ambayo ilikuwepo. Kuna mfuko ambao unaweza ukaandika barua ukapata ndani ya siku tatu za kazi, maana yake tukizungumzia Jumatatu, Jumanne na Jumatano, mwelewe. Maana kesho siku pesa yako unaweza ukaipata, lakini vile vile kuna mifuko ambayo unaweza ukapata pesa yako ndani ya siku kumi za kazi, lakini pesa yako unaweza ukaipata bila shaka, yaani haimaanishi kwamba unapokuja kuwekeza UTT kwamba umepata changamoto unahitaji pesa yako, alafu mwisho wa siku kaanza kukutana vipengele kwamba hapana hiyo pesa haiwezi kutoka, hapana. Kwa hiyo inapotokea unapata changamoto, inapotokea unahitaji pesa yako, hata kama bila changamoto unaweza ukaichukua. Mimi nadhani ni nimepata elimu ambayo ni nzuri zaidi, na nitakuwa balozi mzuri kwa vijana wenzangu. Uwe balozi yeah. Uwe balozi na Nia, na na ujiunge, ujiunge yani yao, yani kitoka hapa, kesho unaniona ofisini, hebu fanya kitu kimoja, washauri Yawezekana kuna baadhi ya marafiki zako, ndugu zako leo hii wanadhulumiwa sana, wanapeleka pesa huko ambao sio sehemu salama, lakini mwisho wa siku, hebu washauri, jamani, njoni muwekeze na UTT kwa sababu ni taasisi ambayo iko sehemu salama, lakini vile vile unapata faida, lakini cha tatu, umeelewa eh? mm. Ni taasisi unawekeza katika taasisi ya serikali. Waambie chochote. Uh, mimi niwaambie tu Watanzania vijana wenzangu kwamba UTT AMIS ni sehemu salama, ni taasisi ya kuwekeza fedha kama una malengo na unajua kwamba kila kijana ambaye katika hili taifa anatakiwa kufika sehemu ni lazima uwe na malengo, na malengo yenyewe ni lazima ujue kupangilia pesa yako sehemu salama ni UTT AMIS. Na niwaambie tu nimekuwa katika kampeni ya kuwapigania wanawake masingomaza. Hawa ndio sehemu salama, niwaambieni wakati mnapambania ndoto za watoto wenu. Njo tuwekeze na UTT Amis. MK okay. Ume, ume, ume focus sana kwa wale unawapambania uh, katika haki za wanawake masingo maza, yeah. Leo hii umewaambia kwamba masingo maza waje wawekeze waje kuona faida ya baadaye ya UTT Amis. Watakuja kunishukuru. Kabisa, kabisa. Na wananiamini na naamini watakuja kunishukuru waje wawekeze, ni sehemu salama na wanawake, unajua mama zetu ndo watu wanacheza michezo hii lakini wanacheza sehemu ambazo sio salama, wanadhulumiwa sana huko. UTT AMIS ukiwekeza, ndani ya miezi kumi na mbili una faida yako ya asilimia kumi na mbili. Mimi ningependa tu kuwashauri waje wajiunge kwenye taasisi ya UTT AMIS, watafaidika kwa mambo mengi, hela haiwezi kupotea kirahisi. Hela haiwezi kupotea kirahisi moja. Ya pili, endapo ukihitaji helako na tatizo, unaweza ukaipata, pia kwa muda ambao unataka wewe mwenyewe Ikifika mwisho wa mwaka pia unaweza ukapata faida kwenye ile pesa yako ambayo ulikuwa umeiwekeza. Muda wowote ukitaka, unaweza ukachukua ile faida yako, ukaiacha pesa yako uendelee kuzunguka, na mwaka mwingine pia ukachukua ile, ile, ile ambayo inapatikana ya faida tena. Kwa hiyo kikubwa ni wewe ambavyo utakuwa unajituma kwenda kutunza hela yako kwenye, kwenye ile taasisi ya UTT, ya UTT Amis. Hizi taasisi zipo zinaonyeshwa kila siku. Kwa hiyo kama mtu anaamua kuja kuwekeza aje awekeze, hataki basi wacha aliwe, utafanyaje? Mlahuliwa kama hataki, basi wacha aliwe, lakini taasisi zipo, naona zipo sehemu salama, unaweza kuwekeza hela yako, mwisho wa siku ukavuna faida. Sasa kama hutaki ufanyweje? Ndo nawaambia na, na kabisa kama mtu hawezi, watu waje UTT, waje wawekeze pesa zao mwisho wa siku wanavuna faida yao nzuri, kama na hela yao iko uko. Kama hawataki huko, wasijute. Kama e, mtu e, anataka e, kuliwa e, basi e, mimi e, ndio e, ninachowaambia e. Kijiwe mchongo na UTT Amis imenifikia, kijiwe mchongo na UTT Amis imenifikia, kijiwe mchongo na UTT Amis imenifikia. Imenifikia hapa MK Mtalemwa, mpambanaji wa singomazas Bana kama kawa kama dawa kama alivyotoka kuweza kuwasikia hao ni baadhi e, ya ndugu zetu ambao wako hapa maeneo ya Kariakoo waliweza kuzungumza machache e, kuhusiana na namna jinsi gani ya uwekezaji. Lakini kuna baadhi yao ambao walikuwa hawaelewi kabisa kuhusiana na uwekezaji na UTT AMIS, lakini tumeweza kuwapa elimu. Lakini mwisho wa siku, yuko MK hapa, yeye ya ameweza kumaliza kwamba anataka kuweza kwenda kuwapambania masingo maza kwa sababu wao ndo E, msururu mkubwa sana katika masuala yale ya kucheza michezo lakini mwisho wa siku wanazulumiwa. Mkee ameweza kuangalia e, na kuonea huruma masingomaza na kuwaambia kwamba wahakikishe hasa kwamba wanaenda kuwekeza na UTT AMIS. E, bwana, mimi e, naitwa Ali Upuji kuntunye kidimdimu mwandila, tulikuwa maeneo ya Kariakoo hapa. Tunamaliza hivyo hivyo, e bwana, Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia yes, bye, bye.